Jamani, wakuwa wamependeza, wamependeza. Asante sana, karibuni mkiongozo na mwenyingi wenu, mwalimu na mwinjilisti Joshua Lyandala. Nianze na watu wa bega kwa bega, awasikasi ambao wanawalipia ada wanafunzi mia moja na hamsini na tano kati ya wanafunzi mia nne na hamsini tulionao hawa ni wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi kidato cha sita. La pili, obe, tushukuru sana marafiki zetu wa ushirika wa Usta House toka Ujerumani, ambao wao ni marafiki pia wetu kupitia jimbo letu. Wanafunzi wa-wa marafiki hawa wanawalipia ada ya wanafunzi kumi. Ndugu mgeni rasmi, dayosisi yetu inamiliki shule za sekondari sita. Napenda nitumie fursa hii kuwashukuru sana wakuu wenzangu wa shule hizi kwa ushirikiano mkubwa sana ambao wanatupatia sisi shule ya sekondari Image. Hakika wamekuwa chachu nzuri na chachu chanya kwenye mafanikio. bahati mbaya mkitoka hapa mtaenda kukutana huko duniani na ulimwengu mwingine kabisa, ulimwengu wenye changamoto nyingi, ulimwengu wenye changamoto za kimaadili, kiuchumi. Eh, mtakutana na wasomi huko hawana ajira, labda atawavunja moyo. Ulimwengu ambao una changamoto nyingi na mara nyingi hizi changamoto zinaweza kukutoa kabisa kwenye uhalisia wa maisha yako. Unaweza ukajikuta unaenda unakuwa sio mtu yule ambaye hata Image sekondari walikulea, wa unakuwa ni mtu mwingine kabisa. Lakini pia hatua hii mnavuka, mnaenda chuo kikuu. Chuo kikuu kule ndio ndipo mahali ambapo mnaandaliwa kwenye specific taaluma ya kuwa nani kama ni mwalimu kama mwasibu kama mimi au kama ni nani, pale ndipo mtakapokutana na hayo yote. Niwaombe msiende chuoni kuzurura jamani, na kupiga selfie kama wengi tunavyoona na kudhalilishana, kama wengine juzi tulivyowaona. Tumesikiliza risala kidato cha sita kwamba kuna wanafunzi wanajidhalau, ni aibu kabisa ambie kitu unapomheshimu unapomheshimu Mungu, sisi tunasoma tu tunalipo kwa ajili ya kukusaidia kumjua zaidi Mungu. Unapodharau jambo la Mungu, Mungu anaweza kukudharau na wewe. Unapomheshimu Mungu atakuheshimisha Nyiye kidato cha sita na wengine mnaobai, ambao mnadharau dharau divinity na Bible knowledge, ni heshimuni somo la divinity na Bible knowledge, Mungu atakuheshimisha na masomo mengine hivi. <laughs> <laughs> Hapa mzazi wangapi amemfungulia mtoto wao hata account tu ya kusema hii ni maalumu kwa ajili ya mtoto, ada na hata baadaye baadaye akitaka mambo yake mengine, basi weza kumsaidia. Ni wangapi? najua mpo, na sijui ni wangapi, lakini ndugu zangu, tusifike wakati tukawakosea watoto tuliowazaa wenyewe. Tuko wazazi, dunia ya leo na ulimwengu wa leo, wimbo mkubwa katika uchumi ni kuweka akiba na uwekezaji. Pamoja na mipato unavyopata, kumbuka kuweka akiba kwa ajili ya ada za watoto na nini. Wanafunzi wakati mwingine tunawapa pocket money, msile yote, chukueni sehemu ya pocket money, wekeni akiba, akiba ambayo hata mzazi wako hajui. Ukipewa elfu kumi weka elfu mbili akiba. Majina naitwa anaye David, mhitimu wa kidato cha sita mwaka 2025. Nimekuwepo hapa kuanzia mwaka 2023, ya nimehitimu leo. Napenda kuwashauri wadogo zangu wa kike pamoja na wa kiume mnaobaki, jitahidini kusoma. Image ni shule nzuri yenye maadili, mafunzo ya kidini ambayo yatawasaidia nyinyi mkitoka hapa kwenda kwenye maisha ya kijijini, lakini pia nimejifunza vitu vingi nikiwa hapa kama kazi mbalimbali ambazo tumekuwa tukifundishwa na walimu wetu. Tofauti na masomo ya darasani, tulifundishwa kazi za nje ambazo zitatuwezesha sisi tukitoka hapa kwenda kukabiliana na maisha ya kijijini, kwa sababu ajira imekuwa ni shida kidogo. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kufika hii siku ya leo, kwa kuwa ilikuwa rahisi, ila shule Image, nimejifunza mambo mengi ambayo amenijenga kimwili, kiakili na kiroho. Lakini pia kwa wale ambao hamjai kufika shule ya sekondari Image, ni shule nzuri na mandhari mazuri yanayovutia hasa yanayomsapoti mwanafunzi katika kujifunza, ambayo yanamuweka mwanafunzi mara katika kama moto wa shule unavyojieleza kiroho, kiakili na kimwili pia, yaani education face and hard working.